Waziri wa nishati na madini Profesa Sospeter Muhongo ameelezea kuridhishwa na uendelezaji na utafiti wa nishati ya umeme wa joto ardhi geothermal jo, unaofanyika mkoani Mbeya. Profesa Muhongo ametoa kauli hiyo mara baada ya kutembelea eneo la Kalambo wilayani Rungwe, ambapo uchimbaji wa visima vitatu vya uzalishaji wa nishati hiyo unatarajiwa kukamilika mwezi Juni mwaka huu. Taarifa zaidi na wasiacheo kutoka Mbeya. ni maji moto yanayotoka chini ya ardhi katika eneo la Kalambo Mbambo Busokelo wilani Rungwe. Utafiti unaendelea nchi nzima kutumia maji haya kuzalisha nishati ya umeme miongoni. Mwa maeneo yanayofanyiwa utafiti ni pamoja na eneo hili la Kalambo na Ziwa Ngozi, yote yako wilani Rungwe Tanzania. E, tunakadiria kuwa na uwezo karibu mega E, zinazoweza kutokana na chanzo hiki cha maji moto au joto ardhi. Na kwa kwanzia tumepewa lengo la megawat elfu mbili megawat mia mbili kufika elfu mbili na ishirini, lakini of course tunazidi kuiomba serikali watuwezeshe kwa maana ya kwamba tuweze kupata fedha e, za kulipia huduma mbalimbali za kuweza kuchimba mashimo haya tutoe huo mvuke huko chini, ndipo tuanze kufikiria sasa kuwekeza hiyo mitambo kwa ajili ya kuzalisha umeme. Pamoja na kutangaza mkoa wa Mbeya kuwa eneo la mwanzo litakaloanza uzalishaji wa nishati ya umeme wa nguvu ya joto ardhi, Profesa Sospeter Muhongo, waziri wa nishati na madini, anataka uzalishaji wa umeme uanze haraka, hasa katika eneo la Ziwa Ngozi. Wataalamu wetu wamesema mwezi wa sita wanachimba shimo la kuweza kuona sehemu ambapo tutaanza kutumia umeme wa joto ardhi. Na umeme wa joto ardhi kwenye mipangilio ya vyanzo vya umeme tumeiweka juu. Ukienda kule Kenya, eh, wapi pale wamechimba? Orikaria wanayo Orikaria. 1 2 3 4 5, kote huko hayo unayakuta mashamba, unakuta mambo ya tourism, unakuta hata ukienda Iceland unakuta hivi. Ni vitu sio vipya. Sisi tunachotaka sasa ni umeme wa joto ardhi, na wamesema mwezi wa sita wanashusha, na mzee wa geological survey, wewe mnaweka pale Bohol bado. Wananchi wa mkoa wa Mbeya wanasubiri kwa hamu kubwa nishati ya umeme wa joto ardhi ambao utafiti tayari umeendelea katika maeneo kadhaa mkoani humu. Sisi mategemeo yetu ni kwamba kwa kweli kasi ya utekelezaji wa mradi huu itakuwa ni ya kiwango kikubwa kuliko hii ambayo tunaiona sasa. Mazao yetu Rungwe, robo tatu ni mazao mabichi. Kwa hiyo kama tutapata umeme huu uh, pamoja na maji haya ya kuhifadhia mazao yetu, basi soko la mazao ya wanarungwe litakuwa kubwa na umasikini utapungua kwa kiasi kikubwa sana. Lakini tunategemea sana kupitia wizara ya nishati na madini kwamba mtatuwezesha na mtawawezesha Watanzania wote kwamba hii iwe sehemu mojawapo ya themu tunaamini kwamba kwa utaratibu kwa huu tukianza kuangaliana vizuri, tukaleta taarifa sahihi, na nyinyi mkatumia utaalamu sahihi, nina uhakika Tanzania haitakuwa hapa hivyo. Kutoka hapa Rungwe mkoani Mbeya, mimi ni nosache wa TBC.